Kwa jina naitwa Specioza Silivani, nalikuwa kama jirani. Tukio nimelipokea yani, nasikia maumivu tu ya moyoni sina jinsi, yaani hapo sijui kwa kweli kwamba alikuwa na ujauzito wa miezi mingapi au atukuwa, tunasikia ana mimba ana mimba lakini kujua kwamba ujauzito ulikuwa na umri gani hamna. Ah, leo kama siku ya nne simuoni kio. Yani mimi kwa upande wangu, yani limetuumiza sana, sisi tukiwa kama majirani na hatukujua kwamba. Sisi majirani tulikuwa tunajua labda amesafiri, maana alikuwa anasafiri anafunga hivyo hivyo, hivyo anarudi. Lakini ndo tumeshitukia, mi nilikuwa sokoni nimekuta hapa watu ndo nikasikia taarifa kama hizo kwamba na mtu umu, amekufa jirani yetu eh, yani ah, kwa kweli ametuumiza, ila kiroho, yani kitendo kama hicho alichokifanya kwanza, ametuumiza sisi kama majirani ambaye tulikuwa tunaishi naye hapo karibu, na tulikuwa tuna ukikoswa kitu mnaombana, hivyo zinatusaidia sasa. Yani amefanya kitendo kama kibaya hicho, bora angekuwa anaongea na majirani kitu ambacho kilikuwa kinamkwaza, watu wanamsaidia ila kwa kuwa amechukua ye maamuzi peke yake, hatujui sasa kilichomuua, kwamba amefanya nini? Amefanya nini, maana na sisi tumeona tukio kama hili tu. mm, alikuwa <todulia> <waziri. todulia> yeah, nasali sijui kanisa ambalo alikuwa nasali, ila alikuwa naenda kanisani Jumapili, naenda alikuwa naenda ee, na waumini walikuwa wanakujapo hapo wanasali hapo, walikuwa hawapitishi hata yani kipindi cha nyuma, kipindi narudi hapa, yaani kila mara walikuwa wanakuja wale waumini wanakuja hapo wanasali wanaenda, zinapita tena kama siku tatu wanakuja wanasali hapo wanaenda. Ila sasa hivi nina siku siwaoni. Anita Alfonsi ni jirani yangu, kwa kweli, kifupi mimi sifahamu, maana tulikuwa tunaamka asubuhi tunasalimiana, kila mtu anaenda kwenye kazi zake. Kwa hiyo na siku kama tatu hivi nne ndio simuoni kwa kweli mwanaume wake mimi simfahamu, maana nilikuwa namuona yeye kama yeye na mtoto wake, maana tulisikia tu kwamba ana ujauzito. Mara ya mwisho mimi kuongea naye, alikuja kuniomba nani salio kwenye simu, nikamwambia sina, akawa ameenda. Toka hiyo siku zilipita siku mbili mereni, ndo nikaachia kumuona, nikajua labda amesafiri, maana kwake, amka asubuhi, anaenda na ndoo ya udaga, amejitwisha, anaenda na mimi asubuhi naenda na rudi jioni. Nimegusa pakubwa sana, amechukua maamuzi mabaya. Naitwa Nyamiji Tano, hiyo aliyefariki ni mdogo wangu mimi. Taarifa nilizipata kwa, mdo, kwa mtoto wa dada yangu, alinipigia simu jana mda wa saa moja na nusu akisema mama, umeshasikia habari za mama mdogo? Na mimi kumwambia, habari gani? Mama mdogo hayupo duniani. Na mimi hayupo duniani, amefariki kwa ugonjwa gani? Mtoto akasema hata mie sijui, amenipigia tu simu, kabidi sasa niendelee ku nani, kumfuatilia wifi yangu. Nikampigia simu wifi yangu, nikamuulizia huyu marehemu huko kwako wanamda gani, alikuwa ameshafika kwako kwa kwa. Ifyangu akasema Alihamisi wiki iliyoisha alikuwa huko huko kwangu, alifika pale kwangu akasema, naomba mnisaidie hela, maana nimepimwa, nimeambiwa nimepungukiwa damu. Nikamuulizia sasa, ifyangu, mlimsaidia mli huo msaada wa hela? Ifyangu akasema kwamba kakake ndo alimpikia sijui alimsaidia hata sijui aliomba na na nili mahindi hapo nikampa. Alihamisi hiyo alilala huko huko, alitoka kule Ijumaa asubuhi akaja mpaka huku kwake, akatoka kwa wifi. Anajua tu kwamba yuko vizuri hali yake, lakini ilikuwa ni kama ana homa homahoma kidogo, alikuja kufika huku kwake Tangia sasa Ijumaa hiyo walikuwa hawajawasiliana na wifi yangu, ndo tumekuja kupata tu taarifa hizo za mdogo wangu kwamba ameshatoka duniani. E, alikuwa na ujauzito wa miezi minne, ni ndo nilisikia hivyo kwa wifi yangu sasa. Sasa, sisi tu, si wenyeji huko, tulikuwa hatuyajui hayo. Sasa ilikuwa inatakiwa labda ku, kuyaulizia majirani mwake, sina yeye alikuwa na majirani kama ugomvi ulikuwepo. Maana mi nilisikia, sijui kulikuwa na ugomvi wa huyo baba mwenye mimba huyo baba mwenye mimba, sijui alikuwa amemtelekeza huyu, naye akamfuatilia kumfuatilia huko, sasa sijui, sasa sasa sasa walipofikishana fikishana, sasa eh, tulipigiwa simu, kajulikana kwamba marehemu alikuwa na siku nyingi amefariki. Alikuwa ni kama na siku kama sikosei kama siku tano nne hivi Ndo si tulipigiwa simu tukaambiwa hivi, walikuja kumwona hali yake sio sio nzuri, ndo wakambeba kupeleka mochwali mochwali, sijui vikashindikana, ndo ikaamua serikali kuchukua nani, mamzi yake kwenda kumzika. Mimi naitwa Elias Joni Mwembeni, ndio mwenyekiti wa serikali ndani ya kitongoji hiki cha Kalifornia ndani ya mamlaka ya mji mdogo wa Katoro. Jana nikiwa na mkuu wa upelelezi bwana bwana Masune na timu yake kutoka kituo cha polisi tulipata jina jina lake kwa anaitwa neema Neema Tano. Yule mama amekuwa akiishi peke yake pale bila mwanamume. Jeshi la polisi, manake ndio wanatangulia mbele, maana sisi kama viongozi tumekuwa kwa nyuma, lakini wao walitangulia mbele, lakini baadaye watushirikisha katika swala kama hili na si baada ya kuwa tumeshafika pale tukawa tumeangalia ile tukio, kwa kweli yule mama alifariki karibuni, inaonekana kama ni siku ya tano jana, maanake alikuwa amekwisha haribika kabisa, na kitu kimoja ambacho tulishangaa pale ionekana kuna, kuna kichanga kiko pembeni, kuna kichanga kiko pembeni pale, maana yake sasa tukujua kwamba ni vipi hata wakati tunaondoka kwenda kituo cha afya hapa Katoro pale mochwari dakta dokta bana aksha kuja pale fanya postmortem, na majibu aliokuja kutolewa pale, ikaonekana kwamba alikuwa na zoezi la kutoa ujauzito aliokuwa nao naona sasa damu zilipokuwa zimetoka kwa wingi sana kiasi kwamba sukari ikawa imepungua kabisa akajisikia kama giza hivyo matokeo hivyo matokeo yake akawa amepoteza maisha kwa hiyo na kile kichanga kiko kwa pembeni pale kenye umri kama miezi minne hivi e, eh. kwa hiyo inaonekana wazi kabisa kwamba yeye mwenyewe alikuwa na zoezi la kutoa ujauzito. sasa sababu ni zipi haijulikani mimi na wewe hatujamtambua baba wa mtoto manake yaani taarifa haijulikani sawasawa. Baada ya kuonekana kwamba ndugu ndugu na jamaa wa marehemu hawapo kabisa, wala taarifa yoyote, naona bwana, nikasema, sasa nyie, kama mabalozi, fanyeni utaratibu wa kualika wananchi, wananzengu tukutanike kesho asubuhi, kuvuta subira tokea saa hizi saa kumi na moja mpaka kuja kufikia kesho, iwezekana ndugu na jamaa wakafika mahala hapa. Mara nyingi sisi tunapiga kelele na wenye vitu vya vijiji, vitongoji, mitaa kwa nchi nzima, sisi ni kama wasemaji. Mara nyingi tunapiga kelele, tunasema kwamba wananchi wasiwe wanajichukulia sheria mikononi ya kuwadhuru watu wengine au kujidhuru wao wenyewe. Lakini hili ni janga tena kitaifa, nayo yote inatokana na tatizo la afya ya akili. Nimejiua, naacha shilingi elfu kumi kwa ajili ya sanda. Yote ni kutokana na hali ngumu ya maisha. Sasa hali ngumu ya maisha, wakati umeacha shilingi elfu kumi si mtaji maake. Kilichokuwa kinatakiwa pale ni kushirikisha, angeshirikisha rafiki mmoja au mtu mwingine yeyote, ile angepata mawaidha, kwa sababu tunaishi kwa kutegemeana.